Nitaenda nikupe short course zenye ajira au kozi fupi zenye soko nchini Tanzania. Lakini hata kama umemaliza degree au diploma au form 4 au form 6, hizi short course zitakusaidia wewe upate chochote kitu. Kozi namba tano ni kozi ya beauty and cosmetology. Hii inaongelea huduma ya urembo kama vile nywele, makeup hii kozi inasoko sana maeneo ya mjini, lakini pia maduka ya urembo yapo mengi. Kozi namba nne ni kozi ya forex trading. Hii kozi tumiona vijana wadogo wakitengeneza pesa. Ukiwa vizuri kwenye forex una uhakika mkubwa wa kutengeneza kipato kizuri kikubwa. Jifunze vizuri uelewe forex inaendaje. Kozi namba tatu ni kozi ya public speaking and communication, yani kuzungumza mbele za watu. Ukiweza kumasta kuzungumza mbele za watu una uhakika mkubwa wa kujitengenezea fursa nyingi. Asilimia kubwa ya watu hawawezi kusimama mbele ya hadhara kubwa ya watu, kwa hiyo ukiimasta hii kozi ni lazima utakuwa mtu kama motivational speaker. Kozi namba mbili ni kozi ya photography and film production. Hapa naongelea mambo ya picha na uundaji wa filamu. Kila mtu sasa hivi anapenda kupigwa picha safi, lakini watu wengi sasa hivi wanapenda movie. Kwa hiyo ukiwa vizuri kwenye picha na uundaji wa filamu, hauwezi ukakosa michongo. Na kozi namba moja ni electrical installation. Hapa naongelea mafundi umeme kwa sababu kila siku watu wanajenga nyumba, wanahitaji mafundi umeme, lakini viwanda kila siku vinapata itilafu. Ukiwa fundi umeme bora, lazima utapata michongo viwandani na majumbani. Kozi ya bonus nyingine ni udereva. Kila siku mataasisi yanahitaji madereva bora, ukiwa dereva bora ni lazima utapata michongo kwa sababu Watu wengi wananunua magari na wanahitaji madereva walio bora na viwango bora.